Faida ya kwanza, utofauti kati ya biashara na kampuni. Biashara inalipa mara moja kwa mwaka na inalipa asilimia 30 ya faida corporate tax. Lakini biashara kila baada ya miezi mitatu unaenda TRA kufanywa ukaguzi, kwamba umeuza hiyo, muuzaji umefanyaje, umeendaje? Inategemea na anayekufanyia assessment hiyo, inakuwa ni risk sometimes, inaweza ikafanywa, wanasema kwa industry yako, na huko mwenge wewe unaingiza faida nyingi, tulipe shilingi kadhaa, kumbe Unamwambia lakini hamna mchakato, haijaenda biashara nini. Hapana bwana, sisi tunawajua, sio? Unataka kutwekea bill bwana, sisi ndo shaka kwambia, lipa hii kwa kila baada ya miezi mitatu nabili. Na na hasa lake ni kwamba ukishaekewa kiasi fulani anakuja kufanyia assessment, anaifuata mara nyingi atakuwa pale anachezea pale pale au kuongezea. Utofauti wa kwenye kodi tofauti ya pili unaitwa liability. Biashara tutatumia tin namba yako binafsi, tutaibadilisha kwa ya biashara kwa hiyo kodi zote zitasoma kwa jina lako Elizabeth. Kwa hiyo atakaye kuwa anadaiwa mambo ya kodi uh, yote ni Elizabeth, sio biashara yako. Kwa hiyo kwenye biashara liability zote zinakuwa juu ya Elizabeth, ila kwenye kampuni, kampuni u unapata tini namba yako tini namba ya kampuni. Kwa hiyo vinasoma kwenye jina la kampuni, kwa mfano madeni yote kwenye jina la kampuni. Liability ni kwamba unavyoingia mikopo au kufanya kazi ukashindwa kudeliver au kadeliver ukashindwa kulipa mikopo au ukashindwana, baadaye anayekuja kudaiwa sio Elizabeth, ni kampuni ya Elizabeth ndio itakuja kudaiwa. Kwa hiyo Elizabeth anaweza akawa anaendesha Mercedes Benz, lakini anadaiwa laki sita kwa sababu tu hataki, hana interest ya kulipa, anaweza akasema basi tufuate procedure za kawaida za makaratasi, makaratasi tulipane, itakulipa taratibu, yes lakini uweze kusema ila Elizabeth unaendesha Mercedes Benz, mimi nakudai laki sita unashinda kulipa. Hapana, liability kwa kampuni inakuwa kwenye kampuni Elizabeth. Elizabeth yeye hadaiwi ile laki sita hata elfu kumi. Kwa hiyo anayekuwa anadaiwa ni kampuni sio Elizabeth, kwamba kwenye biashara liability inakuwa kwa muhusika, ila kwenye kampuni liability kwenye kampuni kwa hiyo hamna musiki, hamna mtu atakaye kuja kukaba tunakudai, a uh a -huh. Ulikuja tukasajiliana tukasemeshana tukas, kwenye kampuni namba tatu, management iko hivi. Kampuni lazima msajili mkiwa kuanzia watu wawili kuendelea Biashara unaweza kusajili ukiwa peke yako. Sasa hapo watu wawili, kuna lengo mbili. Unaweza ukachukua mtu ambaye yeye yeah, ana kitu na wewe una kitu, mkakaa mezani mfanye biashara chelia, kwa sababu sheria lazima uume watu wawili. Ukachagua mtu wote unayemwamini ambaye hana kitu, lakini sheria sinakuhitaji kuhitaji na unahitaji kampuni, unaweza ukachukua mtu wa familia au mke